Kuamini kwa kibinafsi lakini pia umri miaka 33 mm. kuna uswari. mm. msemo mmoja ambao wanasema Waswahili hakuna kijiji ambacho kinakosa wazee. So kwa nafasi ambayo anacheza Van Dijk kulikuwa anahitaji mtu ambaye mwenye exposure kubwa, mwezo mwezo mkubwa sana kusaidiana na kuna kuna Konate wale mm. eh ukizungumzia kina Robertson lakini pia tazama namna ambavyo eh kuhusishwa kwa Trent Alexander-Arnold kuenda mwishoni mwa msimu asiwepo tena ile kikosi Liverpool. Mm. Hiyo ni sehemu nyingine ambayo kwa kocha Arne Slot anapata wasiwasi endapo wachezaji wake muhimu watatoka. Unajua katika kikosi hususan katika eneo la ulinzi hawezi moja kwa moja ukaondoa wale walinzi wako wote bora ikiwa msimu wao utaanza tena. Tazama, liku, msimo, sana, kusimu, wakubula, kukupari, nchino, mm. tena moja. Tazama Liverpool namna ambavyo msimu wao bora sana katika msimamo wa ligi kuu pale nchini Uingereza. Mm. Eh, wao wako juu wanaongoza na hususan pengine wana asilimia 80 mpaka 90 huenda msimu wao kawa ndo machampioni. Katika michuano ya Ulaya uh, wametolewa na kumbuka tu zaidi ya PSG. Kwa hiyo hiki ambacho wamekifanya kumongezea mkataba ni namna ambavyo kujua muhimu wake licha mm -hmm. eh, Van Dijk ya kuhusishwa na baadhi ya virabu pengine moja kwa moja kuhitaji saini yake na